Umesema mambo mengine yeah. Hey, yaache, maana kitendo cha ja kutoka hapo unachukua habari hizo tena unazipeleka kule, na wewe unajua mambo huwa hayana siri. Baada ya siku chache tu utasikia tayari yamesikika kule. Hey, nani ameyapeleka huko sasa? Kwa kufanya hivyo unasababisha mgogoro kati ya mshiriki huyu na mshiriki huyu, wanashindwa kuelewana, na aliyefanya hayo ni shebasi. Sasa shebasi, hupaswi kufanya hayo. Unatakiwa wewe kuwajali watu wa Mungu na kuhakikisha kwamba unapowatambua afya zao za kimwili na afya za kiroho zilivyo, unajua kwamba kanisani wanahudhuria, na wanapokuja kanisani unaangalia wale niliowatembelea ni nani ambaye hajaja leo kwa ibada. Na utakapomjua kwamba fulani hajaonekana kwa ibada, ni lazima ujue ni nini kimetokea mpaka huyu mtu wa Mungu leo hajaja. Kuna shida gani imepatikana? uijue kama utakuta ni ugonjwa, leta taarifa kanisani. Kama utakuta kwamba kuna jambo lingine ambalo limejitokeza na kwa hakika linahitaji huduma na na na, na, na msaada wa haraka kwa kanisa, leta kwa viongozi wako mashemasi, na mashemasi hawa watafikisha kwa wazee wa kanisa na jambo hilo litakaliwa, wataona ni jinsi gani ya kuweza kufanya ili kuweza kutatua changamoto ambayo imejitokeza mbele ya mshiriki mwenzetu ambaye hakupata nafasi ya kuja kwa ibada kwa sababu ya changamoto alizokutana nazo. Ni Bwana asifiwe. Halo, hivi tukifanya hayo, tutakuwa na taarifa tena za washiriki wasiojulikana? Halo, nawauliza Nyarusurya Nyaru, tukifanya hivyo, taarifa za washiriki wasiojulikana zitaendelea kuwepo? Maana kila mmoja atakuwa na mjua mwenzake alipo. Sisi hatujawa na changamoto na vurugu za kutufanya tukose tukose ku, ku, ku, ku, kufahamiana kiasi hicho. Niseme labda mfano mwingine tu kwa kusisitiza hilo. Nilikuwa maeneo fulani huko Majita, tukaitana kwenye baraza la kanisa na wazee wa kanisa, wakasema kwamba pamoja na ajenda zingine, mchungaji, tuna ajenda ya uhai, baraza la uhai wakawa wameniorodheshea majina ya washiriki wa kushughulikia hamsini na tisa. Sasa washiriki hamsini na tisa kuwaondoa kanisani ni gharama sana. Aloo, mnanisikia watu wa Mungu? tunatumia gharama kubwa mno kutafuta washiriki watano au sita hapa, lakini eti tukae kikao kimoja tu, watu wamekula ugali hapo, halafu tunafuta majina ya washiriki hamsini na tisa. Ukiuliza, kwa nini tuwaondoe, sema hawa hawahudhurii ibada, hawa mzee wa kanisa ana taarifa, shemasi ajui chochote, hawa watu wanafanya nini, lakini wameletwa hawa, tuwapunguze, tuondoe tuwa ushirika wao, maana sasa hatuwaoni kanisani. Sasa majina haya yalipoletwa eh, nikamwambia mzee wa kanisa, hawa watu hawa mnao namba zao za simu mnazo? Akasema mchungaji, kwa kweli namba za simu tunazo. Kaambia haya Nipeni namba moja huyu, jina lake la kwanza tuone, e, yuko wapi? Nikampigia simu mmoja huyo, nilipompigia simu akapokea, akasema mchungaji, mimi niko Bwai. Alo, alo, tunasikilizana eh? mimi niko Majita kule, lakini tunampigia simu anapokea, anasema yuko Bwai. Bwai hapa, Mgango Ururi hapa. Asema niko huko. Kaambia, bwana, mbona uonekani kanisani siku hizi? Asema ni kweli huko kanisani sionekani, lakini huku huwa mara moja moja ina, ninafanya ibada. Lakini nitakuja baada ya wiki tatu nitakuwa nimekuja hapo kanisani, na hata hivi ninavyozungumza, mchungaji, mkononi nina zaka ya Mungu. Halo. Nasikia <laughs> hivyo. Ana kitu gani? Lakini mzee wa kanisa hajajua wala shemasi hajui mba sasa utakuja nayo, utakapokuja sema mchungaji niko vizuri, nitakuja nayo. Haya bwana, tunakutakia maandalizi mema. Nikawauliza wazee na mashemasi, sasa huyu mtu mlisema tumuondoe, nasikia hata yeye huko, kumbe zaka anayo mkononi. Sasa tukimuondoa, zaka yake anaipeleka wapi? Mzee wa kanisa akasema, kwa kweli mchungaji, nadhani hapo. Akasema leteni jina, namba ya pili namba ya pili tukampigia, yuko kwenye kisiwa kingine, hapo akapokea. Kisiwa kile kinaitwa mbinguni, kile kisiwa kinaitwa ye Yegoba, Yegoba <laughs> akapokea, akasema mchungaji, mimi niko hapa, niko Yegoba. Sema sasa, we umeenda Yegoba huko, mbona kanisani hauhudhurii? nini kimetokea? Asema mchungaji, kwa kweli kanisani nahudhuria. Hapa kundi lililoko hapa, huwa naenda Buruza, ndiko tunakosali lakini huko nako huwa naenda mara moja moja, ila sasa shughuli hapa zimekuwa kidogo nyingi na nini. Wakati mwingine kikuta siku ya sabato inafika, basi nimebanwa na shingo kwenda kanisani, lakini tuko pamoja mchungaji. Na hapo anapozungumza mchungaji, na shilingi laki mbili ya zaka ya Mungu. Haya, utamuuliza mzee wa kanisa ba.